Bwana kangaroo hawezi kutembea kwa kurudi nyuma, la kwanza hawezi simesimama leo mm. e. tembea kama kangaroo mm. mm. mm. hawezi hawezi Eh. eh. eh. eh. eh. eh. eh. tofauti na wanyama wengine mm. eh. kangaroo hawawezi kabisa kutembea kurudi nyuma kwa sababu ya muundo wa mkia wao Okay. kubwa mm. na miguu ya nyuma ni mirefu eh, sasa inawafanya wasiweze kusogea nyuma mm. Eh, na ndio maana kwa nchi ya Australia ausaia ambao kangaro wengi wapo. mm. Kangaro ni ishara ya taifa la Australia eh, na wao wameitumia kama ishara Australia wakimaanisha tunasonga mbele aturudi nyuma okay. mm. eh, wow, sasai wow. eh, yeah, ya slogan. Eh, slogan yawe yeah. hey tunasonga mbele hey, hey, kama pikipiki ambavyo hey. Hey. <laughs> Hey, mkia wa kangoroo mm. ni mguu wa tano ah. Hey, yani nachomaanisha ule sit kwa ajili ya mizani mm. hey. Wakati wanatembea polepole huwa mm. wanatumia kama uh, mguu wa tano okay. Unawasaidia kusukuma mwili mbele Aha. Lakini pia kubeba ule uzito wa mwili mm. Kitaalamu inaitwa pentapedo locomotions hey, kitaalamu mm, hey, kitaalamu kidogo mambo kidogo mambo haya toka kwenye o vitabu vyao. Hmm. Uh-huh. Na kangaru anaweza kuruka mita nane mpaka tisa, eh, huh? Hey, kwa mruko mmoja moja, moja eh. Hey, mbili mbili, hey. wakati wa hatari hmm. Kasi yake ni zaidi ya kilometa sitini. Eh? Jambo linalofanya awe na mnyama mwenye kasi ajabu, wakati wa hatari, kasi yake kilomita 60. Kangaroo kama mwatazama vizuri, mm. majike sasa mm. yana, yana, yana, yana mifuko yenye uwezo wa ajabu, ule mfuko pale mbele e, au unaweza ukasema pouch e, yani ni, ni misuli iliyojifunga na kufunguka, si kama mfuko wa kawaida tunaweza tukasema e, lakini ndani yake e, kule kuna chuchu ambazo zinamsaidia kutoa maziwa kwa wakati tofauti ili kuwalisha watoto wa umri tofauti waliopo kwenye mfuko huo, kwa wanavyoingia pia wananyonyea mule mule. Sasa watoto wanakaa mule, eh, na wananyonyea. Yani shida yani, eh, unamfuko, kwa hatari inatokea mtoto yuko salama, mama anazidi kuruka. Yes, eh, hiyo nimeipenda unique vizuri. Na kitu kingine sasa hmm. Ukisa uh, kujua pia kuna namna ambavyo hawa kangaroo au hawa, hawa, hawa viumbe wamejaliwa eh, wana asa majike yana uwezo wa kipekee wanaitwa embryonic diapause, yani anaweza kuchelewesha ukuaji wa kiinitete hadi mazingira yawe salama, kwa mtoto mkubwa aondoke kwenye mfuko sawa eh? Yani, mm. anaweza kama ana, ana mtoto ambaye anamlea mm. ana mwingine tumboni naana namna ya kumchelewesha, yani yani wa tumboni asije akazaliwa haraka hadi huyu aanze kujitegemea. Kama ni mimba, yani anajaribu kuipeleka anavyotaka yeye, anakuwa anakuwa tumboni taratibu, huyu mwingine ananyonya nje, so afu akianza kujitegemea, chuma kinafetua sasa, tusingejuta. Yaani wangefanya nini kupitia tusijute? Ndio nataka kufahamu. Sina maana wangekuwa na uwezo wa kusimamisha mtoto asikue. hey, hey. hmm. na faida gani? faida yake kwanza, faida yake ya kwanza hata tusingekuwa na maswala ya uzazi wa mpango, sijui umefanyeje. Maana unajua kuna yule tu mtu kajifungua mwezi wa kwanza wa pili kitu ndo, hey, wow, mtoto sijui kabebe ndo, sijui kafanyeje, lakini <laughs> una stop saa, ukisha stop unasubiri mtoto anakuwa amefikisha mwaka mmoja, wa pili unaruhusu. <coughs> Bwana Baraka, <laughs> sisi tuendelee huyu <laughs> e, mpe gepu, anatushusha njiani e bana. Watoto wa kangaroo uh huwa wanazaliwa wadogo sana hawa. E, okay. Yani wanaitwa joy, anakuwa na urefu wa takribani sentimita mbili mpaka tatu. mm. okay. e, mm kuna sentimita mbili mpaka tatu ni sawa na punje ya karanga. Eh, usha kuona video kangaroo akipigana? Wana mfumo wa ndondi. Eh, yani anakupiga kabisa hivi, anakunja ngumi, hasa ile madume. Eh. Mkia wao ndo anasimama afu anasimama wima hivi. Eh, anaweza kukupiga teki ambalo anaweza kukujeruhi vibaya. Niliona clip moja jamaa anapambana na na kangaroo. Eh, hatari wale. Akachezea za uso. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> nakuwa ni uzembe sasa, ah, ah, hmm. hey. <laughs> na ah. na us, hivi anakwepa kangaro hmm. kipiga hivi anakwepa. Lakini jambo lingine, bwana, hawa huwa wana meno ambayo yanabadilika kulingana na aina ya chakula wao wanakula majani magumu, hivyo meno yao yanakuwa yanasogea mbele kadiri uh, yanavyochakaa. Inawasaidia kuendelea kutafuna vyakula vigumu kwenye maisha yao yote. Na kangaroo wanaishi kwenye makundi makundi ya kangaroo ambayo wanakuwa wanaishi mm, yenyewe yanaitwa mob. Lakini pia uh, makangaroo awa kangaroo jike hawa mm, wao wanalea watoto madume akiwa analenda maeneo jiki yanalea ya watoto yanawafundisha zaidi watoto yana majukumu saw. E, na bila mkia mm -hmm. mm -hmm. kangaroo hawezi kuruka, yani ukiukata mkia tu biashara imeisha, ni mbele mbele yao hawezi, lakini wana kumbukumbu nzuri sana ya maeneo mm -hmm. wanaweza wakakumbuka yani kwamba hapa kulikuwa na maji eh, hata baada ya muda mrefu jambo uh, ambalo linawasaidia pia kuishi kwenye mazingira uh, ambayo wanayahitaji um, yeah, okay. Yes, kulingana zile kumbukumbu, mm. Eh, Bwana umependa nini kwa kangaro? mm. Uwezo wa kupambana, bwana mgomvi. Uwezo wa kufanya nini? Wa kupambana, yule ambaye ana nguvu na uwezo wa kupambana ndo anayelinda himaya <laughs> nimeipenda hiyo. Tamali, kangaro. Kangaro, kitu gani ambacho umekipenda kwa kangaroo? Kangaro, kitu kikubwa ni chokipenda ni kwamba wana uwezo mwanamu, hiyo kangaroo jiki, hey. wa kustopisha kile kilichomo tumboni kusubiri kwanza, hey. hiki kilichopo sasa hivi kikuwe, hey. then mambo yanaendelea, hey, mambo yanaendelea. Kwa hiyo, hello mm. basi tundo hivyo tungekuwa tuna uwezo wa kutoa maoni kwa sagodi, sometimes unaweza kupeleka bwana, hili la kangaro liamie kwetu.